Uh, walioitwa kwenye usaili wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wa wasaidizi wa vituo vya kupigia kura pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura katika Jimbo la Kibakwe wilaya ya Mpwapwa, Jimbo la Kibakwe wilaya ya Mpwapwa. Uh, usaili huu utafanyika tarehe 13 Oktoba 2025 katika ukumbi wa shule ya sekondari Kibakwe, kuanzia saa saba asubuhi. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika PDF hii. Hakikisha unaenda na kitambulisho chako chochote kati ya kitambulisho cha kura, kitambulisho cha taifa, leseni ya udereva au barua kutoka ofisi ya serikali. Lakini pia zingatia muda ambao umeonyeshwa, ni saa mbili asubuhi, tarehe 13 Oktoba 2025, mahali ni shule ya sekondari Kibakwe. Kwa wewe ambao unaingia kwa mara ya kwanza katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi kwa haraka na kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Join kwenye grupu uweze kuipata PDF hii, na kama utakuwa na tatizo, cheki WhatsApp namba zangu, nimekuwekea katika description ya video hii pia. Santeni na karibuni.